Karibu. Aa, nimesha karibia mzee wangu. Aha, Kiki, bwana hapa mimi niko salama uh -huh. Uh, bibi yako ameondoka uh, amekwenda kidogo kwao sana. Amekwenda kucheza. Eh. Basi ndani hela zikai. Mara juzi nilin, nilimpa laki tatu kanunue na nilii vitu vya ndani aenda kununua dera kijora kijora kangamoko kaenda kutunza, lakini nimeshamzoea, lazima mzee, nimesha eh, nimeshamzoea na sina shida. Serikali imenilipa pesa, japo ni, ni kidogo yeah. Uh, unajua, nikupe story ndogo yeah. Wakati mimi naingia jeshi, naingia jeshi kwa <laughs> nguvu <laughs> zangu niliuza mikorosho, nilinunua, niliuza mi, midizi, niliuza mi, misambu, nikakusanya pesa takribani kama milioni 50, nikaingia nika jeshi kwa ajili ya kwenda kujifunza jeshi kaizana. Nilijifunza jeshi ndani ya miaka mitatu, nikawiva, nikawa mwanajeshi mzuri kabisa, na nikaajiriwa na serikali kaizana, takribani miaka 30 nikatumikia nika jeshi, lakini nasikitika, nasikitika mambo, wow. kwa nini? nita Nilitaraji kwamba ningelipwa pesa nyingi lakini nimelipwa milioni mia. Nilipigwa. Nimejifunza kwa milioni 50 alafu na nakuja kustaafu nalipwa milioni mia, ah. Sikupigwa huku, ulikupigwa <laughs> <ube> mjukuu wangu umepigwa? <laughs> babu yangu ila, hey. hey. Uzuri hmm. wewe ulienda jeshini hmm. tofauti na ambaye mfanyabiashara. uh -huh at least mfanyabiashara unaweza kununua kitu cha elfu tano ukauzwa, yeah. kwa shilingi elfu salaini. Ila wewe kuna baadhi ya vitu yeah. umevipata na umebaki navyo hivyo mpaka utakufia navo. Hilo hilo hilo mjukuu wangu unaloongea lina maana hey. Eh, pamoja na yote lakini nimeweza kusema kwamba unaniambia kwamba nijivunie ujuzi ambao nimeupata wa kupiga risasi sahihi sana Leo hii hapa yeah. tandepupwa yeah. Ukisema bwana kuna lolote limetokea, mbao gani unapiga wanyama na mambo mengine. Lakini tofauti na mfanyabiashara babu yangu, kwa hiyo sijilaumu sana. Yeah, basi nashukuru hiyo. Nimefurahi yeah. sana, ila nataka nikufunza kupiga bunduki. kiti moto. Na mimi ndo napenda vibaya mbuzi shwaini. Umeoa? Ah, kuoa bado babu yangu, unafikiria nini? hapa ah, ndo natarajia masnan anakenyawaseaita na hmm, vitoto vya elfu mbili. Ndio basi baba, yani kuna kazi babu yangu, hao vitoto vya elfu mbili wana shida. Vijana nyinyi, tatizo lenu nyinyi